Mheshimiwa mwenyekiti, tatizo tulilo nalo katika nchi hii, tunalo tatizo kubwa la namna ya kukusanya mapato ya nchi yetu. Tuna tatizo na mapato, na kwa kweli tusipojikita kutafuta vyanzo vya mapato vilivyo imara, hata vile tulivyo navyo tukaviimarisha vikatoa fedha inayoweza kuendesha nchi hii tutaendelea kuimba wimbo wa maendeleo ya nchi hii bila kufika mwisho. Mwaka jana tulikuwa na bajeti ya trilioni 29 ambayo haikutekelezwa, bajeti ya maendeleo ikatekelezwa kwa asilimia 34. Leo hii tunakuja na bajeti ya trilioni 32. Huu ujasiri tunaupata wapi eh? Wewe ishirini na tisa zimeshindikana, unakwenda thelathini na mbili Wakati fulani unaweza ukasema ni ujasiri wa kujifunika shuka moja na nyoka. Ni muujiza gani tutakao ufanya tufike thelathini na mbili wakati ishirini na tisa ilishindikana? Mimi nitoe wito, nitoa wito kwa viongozi, kwa, kwa wale ambao me, mawaziri mnaohusika Hebu tukae tukae chini tupitie chanzo kimoja kimoja, na ni kwa nini hatufikii makusanyo ya asilimia mia kwa kila chanzo tulichonacho. Nchi zinatucheka. Una dhahabu unakuwa watatu katika Afrika, lakini ni nchi masikini. Una utalii, tuna wanyama wa kutosha, tuna milima na na vivutio vingi vya watalii, lakini bado nchi ni masikini. Hivi, hivi, tuna ardhi nzuri yenye rutuba na mabonde mazuri, lakini nchi bado ni maskini. Tuna kila kitu ambacho tumepewa na Mwenyezi Mungu, lakini bado ni maskini. Jamani ndugu zangu, nani katuroga nchi hii? Matokeo yake bajeti iliyoletwa ambayo watu wanashangilia sana ni, ni bajeti tegemezi na hatuna uhakika hata wa collection za ndani kama tutafika hizo fedha ambazo tumeandaa tumetenga, hawa wafadhili ambayo tunategemea tuletebe trilioni 11. Tuna mkataba nao? Wasipoleta tutawafanya nini? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nashauri wabunge wote tutakaochangia bajeti hii tujikite kuielekeza serikali namna ya kukusanya mapato na kuzuia uvujaji wa mapato. Upotevu wa fedha za serikali ni mkubwa mno, siaijiri kitabu lake neno lote lile limeeleza namna fedha za Tanzania zinavyopotea namna fedha tunazokusanya zinavyopotea na waliopoteza wote hawako jela lolote hapa, wote wako nje, wanakula chips na kuku, wanaendelea kuishi na wengine wako humu, wanaendelea kuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijikite kwenye, kwenye swala la kufutwa la, la kufutwa kwa, kwa, kwa, kwa motor vehicle anyo motor vehicle ambayo sisemi ni kufutwa, ni kubadilishwa kuwa chanzo kingine, ipatikane kwenye chanzo kingine wamiliki wa vyombo vya, vya moto magari wana uwezo kiuchumi. Leo hii wanafutiwa kulipa laki moja na nusu mpaka mbili na nusu, mzigo ule anakwenda kubeba mkulima wa kijijini kule kwangu Kakonko. Shilingi arobaini nayo inayoongezeka kwenye mafuta, lita moja ya mafuta, italigharimu taifa hili na itaendelea kuwadidimiza Watanzania walio masikini. Mimi natoka mkoa wa Kigoma, nadhani ni mbali kuliko Tanzania yoyote. Bidhaa itakayotoka Dar es Salaam au Dodoma ije imfikie mkulima wa Kakonko, mwananchi wa Kakonko, itakuwa imepanda bei kwa sababu ya kuongeza bei ya mafuta, na wabunge tunashangilia. Nani mbunge hana uwezo wa kulipa laki mbili na nusu hapa ya botaveco Matokeo yake mutaveka anakwenda kwenda kulipa mama naye washa kibatari kijijini kwangu kasuga. Yani, bila hata kufanya tathmini wala uhitaji kwenda kusoma sana uwe na madigiri kwamba ukiongeza mafuta umeongeza gharama za maisha. Mashine za kusaga mashine za kusaga zinatumia mafuta, kwa hiyo mama aliyekuwa nasaga debe moja kwa shilingi elfu moja atakwenda kuisaga kwa shilingi elfu mbili elfu tatu mwananchi wa kijijini kabisa. Tumejiangalia sisi wenye uwezo tukashangilia, tumesave laki mbili na nusu, bila kuangalia wapiga kura wetu wataathirika kiasi gani kwa kuongeza bei ya shilingi 40. Kwa hiyo mimi siungi mkono kabisa swala la kusema hiyo imefutwa na watu wanashangilia tena. Bahati mbaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, walisimama na kushangilia kabisa kufutwa kwa, kwa motor vehicle, halafu akaongezewa aliyempigia kura kumleta huku bungeni. Mimi nilipata wakati mgumu sana, ni hatari sana mwenyekiti. Lazima tufike hatua tuwe na uchungu na huruma kwa watu maskini, na naendelea kuishauri serikali, tutafute namna bora ya kushughulika na motaveiko. Tuwachane na wananchi kuwabebe, kuwabebesha mzigo wa, wa motaveiko wazilipe kupitia mafuta ya taa ambayo yameongezwa na yanatumiwa na asilimia zaidi ya sabini ya Watanzania walioko vijijini.